Leo nimekuja kutembelea kituo hiki cha mabasi kizuri, na kimejengwa pia na mkandarasi ambaye pia namjua Samota. Huyu ni mkandarasi ambaye huwa hana maneno maneno. Mimi namjua hata nilipokuwa mkuu wa wilaya ya Urambo, niliwahi kuiomba kamati ya ushauri ya mkoa kwamba Urambo iruhusiwe kumchukua mkandarasi wa, wa Nzega Samota akajizijenge barabara za za Urambo ikiwemo na barabara kutoka Tabora mpaka Urambo, kwa sababu mkandarasi alikuwa anajenga jenga. Tulikuwa tukitoka huko ukifika Usoke barabara imekufa, ukija huko mbele mpaka kumekufa. Tukasema Samota ataijenga vizuri, na alipewa barabara alijenga vizuri, unajua na ubora wake, na ujua na ndiye aliyejenga kituo hiki bora kabisa. Ongera sana wana Nzega. Wana-Nzega, nimeshakamilisha kazi yangu ya kuzindua kituo, kinatakiwa kianze kutumika. Nimepita kwenye mabanda yenu, nimeambiwa mgaonyo wa watakaoshiriki pale, moja ni wale wenye wa mabasi yote yanayoanza safari hapa, mawakala wenye mabasi kutoka mbali watapata ofisi zao hapa, jambo zuri kabisa Mmetenga vibanda vya biashara, jambo zuri, lakini havitoshi kwa matakwa na ukuaji wa mji wa Nzega. Ni sihi halmashauri, kule ambako naona kuna udongo na ukuta peva pevu hizi na ukuta, ongezeni vibanda vya biashara ili mweze kuleta wafanyabiashara biashara wengi zaidi. Huu ubunifu ambao mmeubuni ni mzuri sana na mimi na usupport na nausapoti, na ndio utasababisha mji huu kukua na kupanda viwango. Hata mkija kufikiria kuomba omba vya kuomba huko, inawezekana. Waleteni vijana hapa, wajasiriamali wapate riziki yao hapa, kupitia mapato haya najua nyiwe wenyewe hamtaweza kwa sababu pato lenu dogo sana. Nimeliangalia bilioni tatu kwa mwaka, fedha ndogo kwenu kama mji, lakini mkijenga vibanda kule mtakuwa mnaongeza pato lenu mfike angalau bilioni nne. Endeleeni na utaratibu wenu wa kuzungumza na taasisi na wakala, pia taasisi za kifedha ziko hapo na nyiye mnakopesheka mkiomba kibali TAMISEMI lakini kule TAMISEMI kuna ile bodi ya mikopo ya TAMISEMI inayo fedha. Fanyeni utaratibu mkamilishe mradi huo, ili walete wengi zaidi hapa, alafu movement ya kifedha itakuwa inakuwa kila siku. Sasa basi, hivyo vibanda vichache vilivyopo na maeneo mliotenga kwa ajili ya mamalishe wale walioanzilisha kituo hiki, kuwa wanapika chakula hapa, wanafanya biashara hapa, msiwaamishe hata mmoja, wote wabaki hapo. Mimi najua historia ya kituo hiki. Watu wameanza kwa shida hapa, hata kuwavuta wale ilikuwa shida, ilikuwa lazima watu watangulie mimi nakwenda. Wakaanzisha hapa mamalishe, babalishe, walikuwa wajitoa, akakimbia mji wakaja huku. Leo mna vibanda hivyo hivyo vichache, wapangeni pole pole kadiri ya uwezo uwepo wao, wakae hapa hapa, wakae sasa kwenye kivuli, waanze kufanya biashara yao ya mamalishe babalishe na biashara nyingine. Najua kwenye mchakato huu unakuwa na shida. Jana nilikuwa Igunga pa wamejenga maduka vibanda 80. Nimewauliza mnawapataje wafanya biashara? Sawa, tumetumia mfumo wa tausi. Huko ndani huko kuna moduli. Maneno wa Kiingereza mengi. Hao wananchi hawa maneno haya yote hawayajui. Nikasema mfumo huu nimeshagundua, mnajirenganyie wenyewe mnaojua tausi, mnaojua moduli, mnajua nini, nenda pale wanahangaika wale, wachukue wale, wasema, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, wewe kaa hapa, we ka hapa, au tafuta utaratibu wa wao kuja kujitambulisha kwenu, na mnawajua wanahangaika kila siku, kwani mnapeleka moduli tausi alafu majibu atoke TAMISEMI badala ya hapa hapa halmashauri. Lakini nyie sisemi neno kwa sababu vibanda ni vichache, wale mtumieni mfumo. Amenambia Mshitiri kwamba wamepanga utaratibu wa wazi, wamewaita pamoja, hao wachache wataweza kufanikiwa. Lakini nataka niwasihi watumishi wa halmashauri, vyumba vichache hivi waacheni wananchi waingie wao. Tusije tusikie mkuu wa idara ndio amechukua vibanda viwili wakati vibanda vyenyewe viko sita na vitoshe hata kwa hawa waliotangulia hapa. Tumieni utaratibu huo, wafuateni hawa machinga wenyewe, wafuateni hawa ambao wanataka bidhaa zije hapa, waingie hapa, tutaweza kujenga uaminifu wetu kwa kuwa wengi ni wafanyabiashara wale, wakata tiketi hapa, najua wale hawana shida, makampuni ajulikana, yako wazi, wapate nafasi zao. Mabasi yote yaanze safari hapa, yanayotoka huko yaje ya hapa. Wakina Nasoro Bus Service, wawe na ofisi hapa, wakina nani na service nini, waje wa hapa, wakina Maskati nani, si kochi waje wa, ili kila mmoja achague achague basi anayotaka akiwa hapa. Na halmashauri fanya endelea kufanya maboresho eneo hili kwa sababu tunahitaji hapa pawe smart. Mazingira haya lazima yawe smart. Wale wote watakaoingia humu wapewe masharti ya kupafanya mahali pao pawe smart, tusishuhudie manailoni ya juisi yamesambaa, chupa za maji zimesambaa. Hapana, lazima tuwe na utaratibu. Kwa hiyo watumishi e, yule ambaye anahusika na kituo hiki wekeni utaratibu mzuri, tuweni maelekezo mazuri, mwe mnakutana mara kwa mara, waambieni namna ya kukitunza kituo chetu, ili mazingira yake yawe ya kuvutia.